Hey, mambo vipi wadau, tumekutana tena kwa mara nyingine, ila leo bwana, nina kitu kipya, kitu kizuri ambacho naweza nikakuelekeza ili ufanye na kitakusaidia. Wengi tunateseka sana kwa hiki kitu lakini hatujui solution yake inakuwaje. Kwa hiyo video hii itakupeleka moja kwa moja kuweza kutambua na kujua ni kipi ufanye na kipi usifanye ila sikushauri wala sifanye ukiamua, utafan, utafanya sipenda au utafanya leo. Niko kwenye somo la kuelekeza jinsi ya kuactivate window yako, sio kae ya hapo useme kuactivate -ku -ku -ku window yako, jua kama jinsi unavyoelewa wewe. Twende usi, yaani usi, hii video itazama hadi mwisho, utavuna kitu hapo. Sasa baada ya utaka, ukihitaji kuactivate window yako, inahitaji activated na haijaactivatiwa kwa hiyo hizi ndio hatua za kufata, ukitaka kuactivate vizuri bila shida. Kwanza fungua browser yako, kama ni Chrome, kama ni Firefox, sijui kama ni sijui Mozilla, si ndio hiyo Firefox? Mimi sijui, kwa hiyo wewe utaangalia browser yako unaitumia kwenye kompyuta yako, au kwenye simu yako, unaweza ka download Naenda kwenye browser yako, andika KMS, e auto portable, itakuletea kiprogramu Google huko, ukisacho utakipata kikidownload, ila kinafunguliwa na chenyewe, kinafunguliwa na WinRAR. WinRAR ambayo hii ni WinRAR ndio inakifungua. Baada ya kukiome kidownload, utakiwa kwenye desktop yako kama hapo unapoiona, utakuja, utakiklik kukifungua, kitafunguka hivi. Password zake hapa, password za hii ni... password za hii ni window, jina lake ni window. Ile ukisha download hivi, utakutana na hii file pass kodi, utalifungua kwa hiyo kodi. Zake huko hata hakuna kodi, kodi zake ni hizi hapa, ni hii tu, hii hapa, window hii ndio password zake, utakopi utakuja kupesti hapa utapesti window window uta window afa taipa okay, yenyewe itakufungulia hivi. Baada ya hapo utakuja kmc auto portable. Kwa hiyo kwaio utaikliki, utakuwa ishafunguka, then utaikliki activate dot txt, kliki auto dot txt. Ila sasa kama zote najua zikija kukataa, hii ya mwisho hii ndio kila kitu hii sasa hii ndio kakataa ikakataa lakini hii ya mwisho ni kila kitu. Au wewe njoo moja kwa moja hapo utajaribu hizo zote za juu. Kwa hiyo ukija hapo ki-click itakufungulia hicho kitu. Ita italani hivyo itakuja kufungua. Ufungue hapa uje KMC Auto one. Itakuleta kwenye hiki ki program unachokiona hiki. Sawa. Sasa hapa ndo kazi yako inakwenda kuishia. Una activate hapa. Na hizi ukiangalia, ukisoma hapa inakwambia activate windows hapa activate office, tumeelewana. Kwa hiyo hapa ni micro office, hapa ni Windows. Sasa utachagua unataka kuactivate nini, ila kabla ya vyote, kabla ya vyote unataka kuactivate, njoo hapa kwenye install key, njoo hapa Chagua hapa ni aina gani ya window unayoitumia kwenye PC yako, ni aina gani ya ya ya nini ya e server unaitumia. Sasa ukitoka hapo utashuka huku chini kwa kuna Office elfu mbili na kumi utaiangalia Office elfu mbili na kumi na tatu utaiangalia. Kwa hiyo unaoitumia wewe utakuja hapa, alafu zeni ukimaliza ukimaliza hapo, ukimaliza niseme isha kuja hapo, unamaliza. Kama kwa mfano nimeclick labda ni window, mimi niseme ni window, ni ni window, niseme ni window hii window, kuna window 10 huko iko kwe hii hapo, labda ni window 10 hiyo, window 10, window 10 labda The window. Yani hii ukisha kuja hapa itakuandikia hivi utachagua futa wewe uta install utaisubiri install, uta install. Ila sasa hapo hakikisha bando lako lipo mimi, hapa zinajua situmii situmii nanini natumia windows kumi na moja ndiyo maana imeniletea haya mazugazuga kwa hiyo kama wewe unatumia hiyo window itaenda vizuri, alafu then utakuja activate hapa, sawa. Alafu utakuja kubonyeza activate. Kwa hiyo hii hakikisha uwe umewasha umewasha nini umewasha internet, yaani unavyofanya hizo prosija zote, wewe umewasha internet, then utabonyeza window utabonyeza activate. Kwa hiyo itafanya kazi, then itamaliza. kama ni ni, ni, ni, ni, ni, ni ofisi utakuja tena hapa, utakuja hapo kwa na, kama ni office utakwa activate, njoo hapo, nenda tu pale hapo, ukija takuchenjia, nenda tu pale utaikuta hii, kama ni ofisi, kama ni nini, utaicha- utaichambua mwenyewe. Utachambua mwenyewe kama ni office kama ni nini sasa, so utajua wewe kwa hiyo, mimi sina mengi na hisi hiyo io. Uh, utapambana huko ulipo, utafanikisha zoezi lako na utakuwa ni rahisi kufanya. Tumeelewana, itakuwa ni rahisi kufanya, itakuwa ni rahisi kufanya. Sihitaji maswali mengi na sihitaji ku... kwa hiyo una shida imeku imekushika kwa hiyo utani utanicheki ukisoma hapa naisi, wewe unajua bwana, wewe utasoma tu hapo, utajua inafanya kazi gani. Kwa hiyo asante kwa kuendelea kuangalia kuangalia video hii na kuendelea kufuatilia channel yangu. Mwenyezi Mungu awabariki sana, asante. Tutaisoma zaidi inafanya kazi vipi, ila hiyo ya kwanza naisi tumemaliza. Asanteni na mbarikiwe sana.